Tutarudi nyuma hatutabatisha maisha ya Mwatate, maana Mwatate tuko na mahitaji mengi sana, na haya mahitaji yanawezwa tu na serikali, upinzani hauwezi, maana tumekaa hapo miaka ishirini na tatu sasa na hakuna kitu tumeona. Kwa hivyo yote mnayoona ya stima, haya maji, kuna miradi, kuna basi tulipewa, mesikia basi ya Komboli, ule basi mnajua tulipewa na president kuna basi tumepewa sahi, basi viko tayari ya ngami yuo, basi tumepewa na nani? na president. We kama uko na relative wako Taveta ama Wundanyi ama Mavoi, uliza, kuna stima zinaingizwa hapo. Hakuna hata moja kisi hapa, tuko na mradi karibu ishirini na sita ni vile tu Mwatate iko na shida ya stima, lakini miradi ishirini na sita za stima zinaendelea. Na wakati huu tutakuwa kutoka mwaka huu huu kabla mwezi wa sita ujao, tutakuwa tuko na miradi zingine kama hizo, ili tuhakikishe tumefikia wale wote wengi ambao hawana stima. Na haya yote yanafanyika kwa sababu gani? Kwa sababu watu wa Mwatate tumeamua kufanya kazi na serikali ya William ni mambo mengi sana yatafanyika kutoka sasa mpaka mwisho wa mwaka ujao, paka tulese mwisho wa mwezi wa sita ule mwaka mwingine ambaye hatujawahi kuyaona tangu mwatatizalio. Vile mmesikia Kombolio, Kombolio ni shule ambayo nimeilenga sana kwa mambo ya maendeleo. Tumepewa dometris mbili hivi za CDF lakini like zimetokana na rais mwenyewe. Sasa tunataka nini zaidi jamani? Kwa hivyo ninawaomba sana watu wa Mwatate, na nimezunguka nikiwaelezea, hata nikipata wakati mwingine nafasi ya kuongea huko Voi, kwa mengine ninaoelezea, wataita na wataveta, leo tuamue kuingia kwa serikali, maana miaka tunajua hasara ya kukaa nje lakini hatujajua faida ya kukaa ndani. Kwa hivyo tunataka this time round tuone hiyo faida, na tutaiona. Wacheni waelezi, maana tumeendelea kuiona sasa na kiasi, tunapoendelea mbele huko tutaiona zaidi. Ndiposa mnaona tuko na director, hapa si, mna huyu, director, mnamjua, mnamfikiria ni kabla gani? Ukimwangalia hivi Mluya. Sinaona <laughs> sasa watu kama hawa wasikie hata nilisikia hiyo kijana akiongea hapo. Yaani nimtaita. Wakati uliopita tulikuwa hatupati nafasi kama hizo. Lakini sasa tumeendeleaje, tumeanza kufanya nini? Kuzipata na tutapata zaidi tukiendelea kushika hii serikali mkono. Mengi tunaendelea kuyafanya hapa Bura. Wacha niseme Bura hii. Kando stima, mnaona hii tunapeleka. Tuko na ICT Hub, mmeambiwa. Ile hapo ambayo ACC amesema iko pale Mwatate, tunajenga yetu hapa bure. Tumeomba hmm, nafasi hapo health center, maana mwanzo tulipata nafasi pale dipu. Dipu ni ndani sana, kwa hivyo tumeomba nafasi, na nashukuru kwamba deputy governor kama ameanaonyesha cha kutupatia ili tujenge hiyo ICT hapo, alafu na ofisi Eh, eh. Tumeomba eka moja sasa so, tutakapoendelea kujenga ofisi ya ACC na hapo tuone kama tunaanza squeeze administration yote, tunataka ikae pale, hata chief ana ofisi yake wapi pale. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunayafanya. Bura hii hatujawahi kuyaona. Nasumuza juu ya bura hii. Sio bura wapi, bura wapi, tumefanya mambo mengi sana shule yetu ya Zare hivi kandarasi zimetangazwa jana, ile shule tunaibadilisha yote na pesa ziko pale. Shule ambayo imekaa miaka sijui mi nimezikuta, wengine wamesoma hapo wakaondoka, mimi nimesoma nikaondoka, wamesoma so, wakaondoka, haijawahi guswa na mtu yeyote eh? kwa sababu ni nyumbani, nilioeleza kwamba lazima tutafanya kitu police station inakamilika pale ama, mjaona police station inawafurahisha ama mnaona mtakuwa mnawekwa huko ndani? Ni nzuri tena ni mbaya, mana siku ingine sasa jikuta hapo kwa makosa makosa. Leo hatutaki hatu kuiweka hapo kwa sababu ya dhuluma, tuliweka hapo kusudi at least kuwe na discipline bora kwetu. Sasa tumejenga police station nzuri kabisa pale, ili basi Bura ikaweze kung'aa. Lingine la mwisho, kabla sijaongea mambo ya maji, nimekuwa na waziri juzi wa public service. Ndiyo, na anahusika na mambo ya chakula pia. Alitusaidia juzi tukapatia watoto tu wetu chakula wakati walikuwa wanafanya mtihani, na nikamwambia tupatie chakula watu wetu, wako na shida. Kwa hivyo nyumba kumi hii mimi sitaki tu, sitaingilia lakini chakula kimekuja pale. Ile mipangilio mnakuanga nayo, nafikiri sisi chifu anajua na sisi tuko naye hapo, ataenda wapange ili tujaribu kusaidia watu wapate nini, chakula. Na hiyo tunapata kwa sababu nimewaambia tuko ndani ya nini, ya serikali kwa hivyo hapo sitabanduka, hata kuje nini, kuje mvua, kuje ukame, itakuwa hapo ili tusaidie watu wa nini. Wacha watu wazunguke, waongee, wafanye nini, wataongea, lakini mimi nitakuwa wapi? Hapo hapo. Hata tukitaka kufanya mambo yetu mengine na kusaidia function zetu zingine, hata nafikiri juzi tumekuwa hapo kwa kanisa letu la Katoliki, simliona mkono wa huyu mzee. Sasa kama tungekuwa hapo hata tungepata chochote kweli. Na hivyo nilikuwa na, na makanisa manne na kila moja nilipatia pesa kama hizo kutoka kwa president eh? Simnaona Mwatate yetu itabadilika. Kwa hivyo ninaomba tushikane mkono tuakikishe wakati watu wanaleta mambo yao ya siasa siasa siasa, mwanzo bado, ninyi wambieni sisi tu, mwambieni tulieni, wambieni tulieni, tulieni, tulieni bado lakini sisi tuko kwa serikali hiyo. Ndio kitu nataka tu mwaeleze wazi, sidanganye mtu. Sisi tumeona manufaa na tunajua tutapata manufaa tunapoendelea kukaa hapo ambapo mdumiki anatuelekeza. Sina interest yote na mambo kama hayo, lakini interest yangu nataka nihakikishe ya Mwatate imefanya nini, imesaidika. Haya ndio niliwaeleza wakati nilikuwa kwa kampeni zangu sibadilishi chochote wala sitabadilisha. Niambia, haja yangu kubwa ni kuhakikisha tumebadilisha maisha ya mtu wa Mwatate, na kama kiongozi wenu, nikaona mali tunaweza saidikia ni hapo, na tumeweza kuona manufaa ya kuwa ndani ya serikali. Mambo ya haya, huu mradi mwingine amesema mwamjuwengu mwa mjingo, jaribuni sana kulinda huu mradi, utawasaidia mradi wa maji hauhusiki na mbunge, si mnajua, mradi wa maji ni wa nani? Wa county. Kwa hivyo wakati tumefanya hivi, mimi naenda tang'ang'ana, nitafute pesa za kuhakikisha tumetoa haya maji tumeyapeleka wapi? Nimejaribu kuongea na MCA, na MCA, nisaidie, lakini kama moyo wake hauko na kwa kituma huko. Hapo nikaona hamna MCA MCA mngine amesema anataka hapa ziko wapi? Hapa hapa. Huyo. <laughs> Huyo hapa. Sasa tutatafuta, na tumekubaliana na mwalimu, kumbe wako na matangi mengi makubwa makubwa kama matano ya 20 20, nikamwambia tukifikisha maji pale tuongee na shule maybe tunaweza kosa uwezo wa kujenga tanki, basi tanki moja atupatie, lilete maji wapi? Hapa chini kwa wananchi na mwalimu amesema tutaenda tuketi, nafikiri tutakubaliana tu kusudi na nyinyi mfaidi haya maji, watu ambao mko mbali huko, badala ya kuja beba hapa maji, aje karibu, karibu, na, mba, na chairman, jambo ambalo ameona hata tukiangalia pia hiyo stand vile iko tumeona, tukiangalia vile sola ziko kweli, sola zimekaa hivi tumeona. Kwa hivyo amenihakikishia kwamba kwa sababu kuna hiyo period ya retention ya miezi sita, huyu bwana hata malizio hiyo pesa mpaka hii kazi hajafanya nini arekebishe. Kwa hivyo wakati tunaendelea kutumia haya maji basi atakuja arekebishe ili basi tuje tuthibitishe sote, basi huu mradi huwe umekamilika kabisa lakini kitu inasema ni kwamba kama vile ndugu yangu chifu amesema, huu mradi ni wenu, muupende na muukumbatie. Msikubali mradi uharibiwe haribiwe hapa ovyo ovyo. Na komiti, wakati mnaketi, mtengeneze mambo yenu vizuri, maana mradi kama huu wakati mwingine unakuwaga na matatizo. Nimeeleza mimi, sina, sina jambo lingine. Nikitoa maji hapa, nikishafikisha huko shuleni hivi, mimi sasa hapo nimetoka kukifanyika jambo lolote adakwa ngomi mwambia, maana sasa hakuna mtu mwingine, hakuna kitu ambacho mimi ninaweza sema, ninaweza ingiza mkono hapo tena. Tumekubaliana hapo mm. Kwa hivyo ni muhimu mlinde mradi huu, ni wenu, mukumbatie. Mdumiki atakuwa amemaliza mambo yau, mradi akishafikisha ya maji huko, na akisaidia kufika kwa wananchi kama nataka kusema tu, kama wengine walivyosema, tuendelee kuombeana. Mengine mengi ya siasa mimi sina haja nayo, mlinchagua niwafanyie kazi kwa miaka mitano. Miaka mitano bado haijaisha, si ndio? Ikifika mwisho huko tutaanza kuambiana, tawambia mimi Shake hapa Bura limefanya nitaweka miradi zote, na yule mtu ambaye anasema anataka hiyo kiti siataweka yake yote na yule ambaye anataka hajawekwa kwa kiti ataandika nitawafanyia nini, nitawafanyia nini. Sio kama mtaangalia yale ya kufanyiwa, ama mtaangalia yale ambayo mmefanyiwa. Hiyo ni shauri yenu, watu wa Bura, lakini uamuzi utakuwa ni wenu. Lakini sahihi, mimi sina wakati wa siasa. Wakati niko nao sahihi ni wa kufanyia wananchi kazi, na ndio nitafanya. Hakuna siku mtaona ninasimama hati ninazungumza mambo ya mtu, hainisaidii. Maana niko na mwaka karibu na nusu bado tuko na matatizo mengi hapa, hatujamaliza. Kwa hivyo kitu iliyoko ni nyinyi, mniombe nipate kibali kwa zile mlango ambazo ninaenda nikibisha. Unajua, tunaomba ninazunguka, ninasumbuana na mawaziri, nasumbuana na maps, nasumbuana na madirekta, nikiomba. Na chochote nitakachopata, hakijalishi kama ni cha kaunti, ni bora tukitasaidia mtu wapi Tate, kama Tate hususan Bura. Maana kama ningekuwa naangalia mambo ya county singeleta nini huu um, mradi hizi pesa ningeachana nazo, ningeambia pengine M mca ama governor nenda ukaombe, lakini kwa sababu hakuna mwananchi wa mca na mbunge hakuna mwananchi wa president ama wa senator ama women rep, wananchi wote ni wale wale. Kwa hivyo wakati mbunge anafanya kazi anafanyia mwananchi man, yule yule MC akifanya kazi mwananchi ni yule yule, rais akifanya kazi mwananchi ni yule yule. Kwa hivyo ndipo sasa inakuwa ni vizuri watu washikane, wafanye kazi kwa pamoja, na watu wakienda pamoja, unakuwa mambo yanafanyika mengi makubwa. Lakini tukiwa ati mtu mwingine anavuta huko anavuta huko, unakuta mambo hayaendi. Kwa hivyo mtuombee, tupate umoja kwa viongozi wote, kutoka gavana mpaka chini MC, hasa kwa Taita na Taveta zaidi Mwatate hii. Nashukuru kwa wale wote ambayo tunatembea na wao, hata unakuta mambo mengi nimejaribu kusaidiana nao, nikipata mahali namtupia, sio lazima ngoja ombeombe tu. Nichukue nafasi hii, maana muda huko na watu wa Mombasa wanaenda, nimkaribishe madamu yetu director aongee, awasalimie, mumjue ni wa wapi, wawapi, ashemeji yangu wamewa dada wangu hao wamemwolea. Kwa hivyo lakini tumekuja kutwa na maendeleo tena, tukaletwa karibu. Kwa hivyo karibu sana. <laughs>